Unaona, hii kesi ya Betty Bayo manzee, kimeumana, kumechemuka kumedongomana. Shiru Oakland after much consideration amekuja ku realize hii familia ya Betty Bayo ndio ilitufail. Kwa nini nasema hivyo? Amepeleka ule brother Betty Bayo live. Akamwambia, nyinyi mlingedia mtoto wenu azikwe bila postmortem ati kwa sababu hamna pesa. Mbona hamngesema hiyo wakati hamna pesa, tuwachangie? Sasa hiyo wakati kumeharibika, wakati mambo imeshikana, ndio mnakuja kusema mchangiwe, wadau. Mimi mimi naweza sema, from the start, mimi nilisema watu wenye tunafaa kulaumu ni familia ya Betty Bayo na haswa mamake na brothers zake ambao kazi yao ilikuwa haendi, kazi ni kukaa Betty Bayo aende watafutie. Sasa juu Betty Bayo asha safiri, sasa yeye ameshitwa wenyewe, takuwa tunapata unga wapi? Shiro wa Oakland, endelea kudunga sindano, waambie ukweli, ah, watu ndio walitufail, na kama nyinyi ndio mlitufail, mbona mlitufail? You should start with an apology, before mchangisha pesa, nataka mwanze na, na apology, alafu kuna kitu ingine, wakati wa memorial service yenye ilifanyika Amerika. Mama ya Betty Bayo obvious, kwa memory, kuna ile pesa watu uchangiwa. Hiyo pesa ilienda wapi? Hiyo pesa ingemsaidia aende hata kwa embassy, hata imsaidie kurudi nchini. Hii kesi yenyewe, hii kesi imefika at a point where there is no going back. Kama hiyo mwili itatolewa itolewa, ifanye postmortem, wafanye uchunguzi kama kuna watu wanashikwa, washikwe. But kitu inasema Betty Bayo's family, you owe Kenyans an apology. Thank you.